Kulingana na afisa mkuu mmoja wa Hamas, shambulio la anga la Israel katika hospitali moja huko Gaza lilimuua kiongozi mkuu wa Hamas na msaidizi wake Jumapili jioni. Ismael Barhum, mkuu wa maswala ya fedha wa kundi hilo, aliuawa katika shambulizi la hospitali ya Naser, kituo kikuu cha matibabu kilichopo Khan Yunis. Alikuwa akipokea matibabu katika hospitali hiyo baada ya kujeruhiwa katika shambulio la anga siku nne zilizopita. Jeshi la Israel limesema kuwa limempiga mwanachama muhimu wa Hamas anayefanya kazi ndani ya eneo la hospitali kufuatia mchakato mkubwa wa kukusanya taarifa za kijasusi na kusema kuwa mabomu yanayolenga kwa usahihi yametumika kupunguza madhara boy, boy. Smile. Smile. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas imesema wengine wengi, ikiwa ni pamoja na wahudumu wa matibabu wamejeruhiwa. Wizara ilithibitisha kuwa baadhi ya huduma za hospitali hiyo zimehamishwa baada ya sehemu yake kubwa kuharibiwa. Kevin Sewe, Mwanzo TV.